Ni kwamba kila baada ya miaka fulani madini yanatafutwa, yanawekwa store, yanakuwa mengi. Baada ya vita ya kwanza, wajerumani na wafaransa walileta vijana wao kutafuta madini Afrika. Kufika mwaka wa sitini, madini yakawa ni mengi sana duniani, ndio maana utafutaji ulizorota. Hata sekta yetu ya madini miaka ya sabini themanini ikazorota. Miaka ya tisini madini yakapungua duniani, utafutaji ukawa wa nguvu sana, na Afrika ilichukua asilimia thelathini ya bajeti ya utafutaji wa madini duniani kote. Sasa hivi madini yanayotafutwa kwa wingi sana duniani, la kwanza ni hili la kama nilivyosema, hii inayotumika kwenye simu zetu, rare earth elements, hiyo haijia, haijapungua duniani. Hayo madini yanayotumika kwenye simu zenu kwenye TV kwenye nini, yanatafutwa kwa nguvu sana. Kingine ambacho kina kinatafutwa ni ya kutengeneza mabetri, kwa sababu hesabu inaonyesha kwamba itakapofika karibu mwaka elfu mbili na arobaini a asilimia ya magari mengi duniani yatakuwa ni yanayotumia umeme. Kwa hiyo madini kama graphite na mengine ndio yanatafutwa, na ni kwa sababu teknolojia ya dunia inabadilika na sisi Tanzania tunajielekeza kwenye madini ambayo, ambayo ni adimu na ambayo yanatakiwa duniani. Asante.